Majina mimi ninaitwa Neema Sefu Almasi, ni mzaliwa wa hapa hapa Dodoma, nimekulia Dodoma pia. Elimu yangu yote nimesomea hapa Dodoma. Hebu tupe background ya masomo yako ya awali kabla ya kufika sekondari. Mimi hapa nimesoma shule ya msingi cha Duru ambayo niipo hapa hapa Dodoma nikafaulu kuendelea na elimu ya sekondari, nikapangiwa shule ya Viwandani Sekondari. Nikasoma pale kuanzia form 1 mpaka form 4, na matokeo yametoka, yani nimehitimu pale. Matokeo yametoka nimefaulu kuelekea na elimu ya chuo. Nikawaje kabla, kwanza nilivyokuwa form 3 elimu yangu ya sekondari nilipoteza wazazi wangu wote. Yeni hapo baada ya kupoteza wazazi wote, maana nilikuwa nakaa na bibi babu pamoja na mama walivyofariki wote nikakosa tumaini, niliumia sana, maana wenyewe ndo walikuwa wananisomesha kuanzia nilivyokuwa huku la kwanza ni shule ya msingi mpaka nilifika sekondari. Lakini baada ya kufariki nilikosa tumaini, maana pia niliachiwa mdogo wangu. Kwa hiyo baada ya kukosa tumaini ndo akaja mama mkubwa wangu, akaniambia mimi nitaenda kukusomesha, nitakumaliza kuanzia hapo ulipofika mpaka umalize form 4. Pole sana, bila shaka kupoteza wazazi ilibadilisha kabisa historia ya maisha yako. Asante, niumia sana lakini mama mkubwa alikuwepo kunipa moyo mpaka nilipomaliza elimu yangu ya sekondari. Matokeo yako yalikuwaje? Uh, baada ya kufanya mtihani wangu wa NECTA wa form 4 matokeo yalitoka, nilipata division three ya ishirini na nne ambayo ilinifanya nikateuliwa chuo cha Mwalimu Nyerere Memories Academy ambacho kipo Dar es Salaam Kigamboni, lakini kutokana na kukosa ada ndio imenifanya nimebaki nyumbani mm. uliambiwa ada ambayo ilikuwa inatakiwa kule ni kiasi gani, na pengine umefanya jitihada kwa kiasi gani kuhakikisha kwamba unapata ada? Ada niliambiwa ni tunalipa yani, kwa se, tunalipa kwa asilimia sitini ambayo sawasawa na laki laki tatu na laki sabini na tano, mm, lakini mimi kutokana na familia yani mamkubwa wangu hana uwezo, ni mama nyumbani anakaa tu nyumbani, ana biashara. Nikaamua ni kama mimi, maana ninahitaji sana kusoma, nikaamua kutafuta biashara, nikafanya biashara ambayo nilitafuta kazi, lakini hiyo kazi, yaani, ilishia tu kugombua cheti, maana pia cheti kilihitajika shuleni. Kwa hiyo nikapata tu kazi ambayo nikagombua tu cheti. Neema, licha ya kwamba unania, lakini wakati tunazungumza hapa, uliniambia kwamba kwa dirisha limefungwa Hebu tufafanulie kidogo huko. Nilipofaulu hicho chuo cha Mwalimu Nyerere, nilijaribu kuwapigia ofisi kuu. Nilijaribu kuwapigia wakaniambia kwamba dirisha limefungwa, maana jina langu litakiwa yani, li, liwe jina langu lipo kule, lakini kutokana mimi nimechelewa kwao, dirisha li nani, nafasi yangu imeweza kufungwa. Kwa hiyo mpaka ni apply na dirisha amesema linafungua mwezi wa tano mwishoni, matokeo yanatoka mwezi wa nane. Labda kwa mujibu wa chuo alikwambia kwamba ulitakiwa kufika wakati gani? dirisha la kwenda chuo ni itakuwa ni mwezi mu, wa tisa, lakini kutokana na zile purukushani mwisho mwezi wa kumi hadi wa kumi na moja. maanake unazungumzia mwaka 2025. E, mm -hmm. elfu mbili na ishirini na tano ndio mwisho ulikuwa wa kuripoti, lakini kutokana mimi nimechelewa ndio ameniambia, kwa hiyo natakiwa ni apply. Ulitafuta kazi mm. na ulifanikiwa kuipata kazi ulifanya kwa muda gani na pengine kwa siku ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? Hiyo uh, kazi niliotafutiwa ni, ni mgawa. Kwa siku unalipwa shilingi elfu tano. Kwa hiyo yani, hiyo elfu tano unakuta labda nauli nini inaishia kwenye nauli na nyingine ambayo nikiweka niki, niki, niki, niki, niki kama akiba ndio ikafikia ile la kwenda kugombolea cheti, kwa hiyo sikuweza kufanikiwa. ni pesa nyingi ambazo labda zinaweza zikansomesha. Mm. Uh, walisema muda wa mwisho kufika ni saa kumi na mbili na nusu, alafu kurudi ni saa kumi na mbili. Lakini pale unakuta labda kazi nyingi, kwa hiyo mnakaa pale mpaka saa mbili. Muda mwingine hadi saa nne ndio mnatoka kazini. Kuna wakati ule ulifikiria kwamba baada ya kupoteza matumaini kabisa, ukafikiria pengine kufanya biashara zingine za ziada a uh, ili uweze kufanikiwa kupata fedha. Baada ya kule kazini niliona wanaruhusiwa muda mbaya, afakaangalia mimi msiana na usiku, vile ni muda mbaya sana. Kwao nika nikae ile kazi, baada ya kupata ile hela kidogo nikaenda kugomborea cheti changu, sasa hivi ninacho. Lakini baada ya ukaka nyumbani, nikasema siwezi tu kaa nyumbani, maana mama akaa nyumbani na mimi nikaa nyumbani, kuoneka fungua biashara. Sasa hivi ninauza ice cream. Ah, uh, pale kazini ambako nilikuwa nafanyia kazi wanatabia ni kutokana na ka, yaani kutokana na unavyo jinsi unavyofanya kazi wanakuhamisha kitengo fulani, awakupeleka kitengo fulani kwa kuwa mi nilikuwa ni nafanya kazi vizuri, wakanihamisha kutoka ile kazi nilokuwa nafanya mwanzo, akanipeleka kwenye kitengo cha kuuza vinywaji. Nilipokuwa nauza vinywaji, kuna mtu nikutana naye nikamwelezea jinsi ilivyo, maana aliniuliza, kwa nini hujaenda shule mpaka sasa hivi wakati mzee wanatakiwa huo muda huo umeenda shule? Nikamwambia nimekosa ada, nika namwelezea jinsi ilivyo. Akaniambia atanisaidia, mi nikazani kweli atanisaidia, lakini kumbe alikuwa ya, yani ana mambo ya yake binafsi, alikuwa ya anataka kama vile kunishawishi ili aweze kunisaidia kunisaidia. hmm. alitaka kufanya kitu gani? aliniambia kwamba ukitaka nikusaidie, kuna kitu fulani unataka unitendee. Ah, alitaka umfanyie jambo gani ili kusudi aweze kukusaidia kwenda masomoni? alikuwa alikua anataka kimapenzi. Mm. kwa hiyo mimi nikakataa, ndo basi nendo kando, mwisho wake hapo. Bila shaka umepoteza matumaini. Ndiyo. unatarajia kwamba biashara ya ice cream ndio ambayo itakupatia, uh, fedha kwa ajili ya kwenda masomoni? Hapana, ice cream yani pesa inayopata ni kidogo sana, haiwezi kukizi ada ya masomo, maana ada ya masomo ni na gharama. Kwa hiyo biashara ya ice cream haiwezi kunisaidia. Mbali na jitihada zako za kutafuta kazi, kupambana kwa ajili ya kupata fedha, uliwahi pengine kwenda kwa viongozi, aidha wakata au ngazi yoyote, na kuelezea shida yako na pengine uliambiwa nini? Um, nilifanikiwa. Maana katika jitihada zangu zote kuna mtu akatushauri akatuambia, niendeni kwa mbunge wenu wa Dodoma. Tukaenda kwa mbunge pale, tukamwelezea, akatusikiliza, akatukabidhi pia kwa katibu wake, ambao ndio tunasubiria majibu mpaka leo. hmm. hmm. unaamini utafanikiwa? ninaamini nitafanikiwa. hmm. ombi lako kubwa kwa watanzania ni kitu gani? Ombi langu kubwa kwa watanzania naomba yani wanione katika jicho la tatu, waweze kunisaidia. Maana mi ni msichana mtaani, kuna vishawishi vingi, yaani kuna vishawishi vingi, yani kama usipokuwa yani na msimamo, unaweza ukaingia na unaweza ukaribikiwa maisha yako, wakati una ndoto nyingi. Kwa mi naomba tuweze kunisaidia, nataka kuendelea na masomo, nataka kufika mbali, maana nina ndoto nyingi sana. Pia nataka yani nifikishe yani, niwe mtu mkubwa baadaye niweze kusaidia familia yangu, jamii ya ilonizunguka. Ninawaahidi nikiweza kusoma, wakinisaidia, nitasoma kwa bidii zangu zote, kwa nguvu zangu zote, sitowaacha, sitowaangusha. Natamani kasomee human resource management. Kwa watu ambao wanataka kukupata, pengine watatumia njia gani kwa ajili ya kuweza kukufikia? Nina mawasiliano ya, namba yangu hii hapa, ninayohitaja ni ya mama yangu mkubwa, ambayo ndo naishi naye namba yake ni sifuri sita hamsini na saba sabini na nne themanini na mbili kumi na tisa. Rudia tena, sifuri sita hamsini na saba sabini na nne themanini na mbili kumi na tisa. Kwa mtu ambaye labda atawiwa kukutumieni chochote, jina litakuja nani? Jina litakuja Suzana Ngoliga. Na kwa mtu ambaye atawashawishika kwamba anataka kufika katika makazi yenu, ni kwa namna gani anaweza akawapata? Sisi hapa tupo Dodoma, tunakaa hapa. Ukifika Dodoma pale, tunakaa Swaswa. Swaswa swa, ukifika unafika eneo linaloitwa Meli wa Sekondari. Ukifika hapo Meliwa Sekondari, kuna njia ambayo ni transformer. Hapo transformer, utaona kibao ambacho kinaitwa saploji. Hapo hapo kuna nyumba nyeupe, ndio nyumbani kwetu. Na kutakia kila laheri, na bila shaka mimi naamini uta, utafanikiwa. Kwa wale ambao watafanikiwa kutazama video yako watakusaidia. Asante. Mi naitwa Suzana Petro Ngoliga, ni mkazi wa hapa Swaswa. Mi Neema ni mtoto wa mdogo wangu, anaita mama mkubwa. Neema amemaliza shule ya msingi akaenda sekondari alivofika kidato cha tatu mama yake alifariki nikamchukua mimi, nikaanza kuishi naye. Baada ya kuishi naye kwanza, kidato cha tatu mimi kaendelea kumsomesha cha tatu mpaka cha nne. kufika cha nne ikabidi akakae kambi, nikajitahidi akakaa kambi, matokeo yakatoka akafaulu. Alivyofaulu sasa, hapo mimi ndo nikashindwa kumuendeleza baada ya kufaulu. Cheti chake cha form 4 kikaa kinadaiwa, akaenda kutafuta ajira ili akomboe cheti, akapata ajira ndogo ndogo akakomboa cheti chake. Baada ya kukomboa cheti, sasa mtoto akaa na ndoto ya kwenda kusoma, fedha mimi kumsomesha nikaa sina, nikaanza kuhangaika, ninapita huku na huku nikiomba msaada, wananiahidi baada ya kuwatafuta simu zao hazipokelewi. Natamani Watanzania wanisaidie mwene chochote kitu chochote yule anisaidie, na tamani Neema afikie ndoto zake anazotamani yeye. Mtoto anatamani kusoma, lakini uwezo sina.